kukutana nayo ni vita ya kuinuka, watu naita the battle of the rising. Wakati wote ule unapokuwa aidha kwenye biashara, uko kwenye siasa, kazini kwako, pia kwenye kipawa au kipaji ambacho Mungu amekupatia. Kuna wakati utafika, utahitaji kuvuka viwango, kwenda kiwango cha juu zaidi. Sasa ukishaanza kile kiwango cha kuinuka e, unapoanza kungara pale, huwa kuna kuwa na mapambano makali sana. The battle of the rising star, yani vita ya nyota inayechipukia kwenye eneo fulani. Cha ajabu zaidi ni kwamba watu wengi watakokuwa wanapambana na wewe ni wale ambao hujawatarajia. Mara nyingi huwa tunafikiri tunapoanza kuinuka sasa, labda kuna eneo fulani, watu tumeshaweka akilini kwetu kwamba huyu atanisapoti, huyu atanisapoti, huyu atakuwa pamoja na mimi. Sasa moja ya frustration utakutana nayo ni kwamba watu wengi uliokuwa unafikiri na kuwatarajia wa kusapoti kuinuka kwako watakuwa kinyume nawe, na moja ya maswali ambayo watu wengi tunajiuliza, hivi kwa nini huyu mtu ambaye ndo nilimtarajia anisapoti Anisapo, ah, hayuko pamoja na mimi? Kwa nini unamtarajia awe pamoja na mimi, ndo ananipinga? Kwa nini ndo nasikia huko nyuma anazunguka atake mimi nipate kicheo, au anazunguka atake mimi nipate hizi platform? Sasa kuna vitu unatakiwa kuelewa kwamba unapoanza kuinuka, you the battle of the rising star, kuna mambo matano ambayo unatakiwa kuyakumbuka. Jambo la kwanza ni kwamba wengi watakao kupinga, kundi la kwanza ni wale wasiokuamini, they don't believe in you. Wewe unajiamini mwenyewe unajiamini kwamba wewe unaweza ukawa msanii mkubwa, mwigizaji, mwimbaji, unaweza kuwa mwanasiasa mzuri, unaweza kuwa mfanyabiashara mzuri, lakini kwa taarifa yako nataka nikuambie kwamba kuna watu ambao hawakuamini. Wanakuamini hapo ulipo sasa hivi, lakini hawakuamini kuwa vile unavyotaka kuwa kesho. Kwa sababu hawakuamini wa watakupinga tu, kwa sababu wao wanajua kwamba watu wengine watakuwa wanapoteza muda, wengine watakuwa wanajidai, wengine watakuwa wanania makuu kuliko uwezo wako. Kwa watakachofanya ni nini? Wataanza kukupinga na sio tu kukupinga, watatengeneza hata hila za wewe usipate iko unachotakiwa kuwa nacho. Kwa hiyo kuna watu ambao hawakuamini. Ndio maana katika maisha ni muhimu sana kupata watu ambao katika maisha wana wana katika yako, unajua wanakuamini na wanaamini katika ndoto yako, kwa sababu la sivyo utakuwa frustrated, na watu wengi sana wanaishia wana njiani kwa sababu wanapofikia hiki kipindi ambacho watu hawaamini na iko hivi Sio kila mtu lazima akuamini ili ufanikiwe kwenye maisha yako. Unahitaji watu wachache ambao wanaweza kukuamini. Kwa hiyo kuna watu watakupinga kwa sababu wa kuamini, lakini kundi la pili ni kwamba kuna watu watakupinga unapoanza kuinuka kwa sababu wana hofu utachukua nafasi yao. Wewe unaona kitu kama cha kawaida tu, mimi bwana, nataka kufanya biashara kubwa, mimi nataka kuwa mwimbaji mkubwa, mimi nataka kuwa msanii mkubwa, mimi nataka kusoma eh, ni zaidi niongeza elimu nipande eh, kwenye cheo changu. My friend kila unachokitaka wewe kuna mtu tayari anakikalia. Kwa kuna watu wanakupinga sio kwa sababu una uwezo, ila ana hofu kwamba wewe utakuja kuchukua nafasi yako. Kwa kuna vita ambayo mtu atakuwa anakupinga nakupinga kwa sababu ya hofu ya wewe kuchukua nafasi yake, na hii vita huwa ndio maana unaweza kukuta wewe una cheo kidogo sana, una mtaji mdogo sana, una nafasi ndogo sana, lakini anayekupinga ni mkubwa, ana kila kitu na amekuzidi kwenye kila kitu. Unashangaa mbona kama kanizidi kila kitu. Yaangalie ulipo leo, Anaangalia unapokwenda kesho, anaogopa kwamba kesho utakuja kuchukua nafasi yake. Kwa hiyo ndio maana unakuta anaweza akatumia hata mabomu ya nuclear kwa ajili ya kukufanya wewe usi survive au usiendelee katika unachokifanya. Kwa hiyo kuna watu watakupinga unapoanza kuinuka, nyota yako inapoanza kung'aa kwenye eneo lako la maisha, kwa sababu tu wanaogopa utakuja kuchukua nafasi yao. Jambo la tatu au kundi la tatu ni wale ambao hauko upande mmoja na wao. Unajua, duniani hapa kuna vitu vinaitwa timu, hata ukiwa ofisini kuna timu za watu. Ukiwa kwenye mpira wa miguu tunafahamu kuna timu, watu wana timu zao. Kwenye biashara pia kuna timu, unakuta kundi fulani la watu na watu fulani e, ukienda kwenye siasa kuna timu pia zimejengwa. Sasa kuna watu ambao wanakuangalia, hawana shida na uwezo wako, yani wakiangalia wanajua kabisa huyu jamaa ana uwezo, huyu jamaa kwa kweli anafaa kwa kiongozi, anafaa kushika nafasi hapo ofisini, huyu jamaa kwa mapambano yake kweli anafaa kusapotiwa kwenye biashara yake, lakini hawakusapoti, hawako pamoja naye kwa sababu wanakuona hauko upande wao. Yani kama vile wanakuona wewe sio familia yao. Eh, eh, sio kwa sababu ya uwezo wako ni mdogo, una tabia mbaya, sio kwa sababu kitu kingine chochote, ni na na kwa sababu tu kuna wakati hauko kwenye chaneli yao. Eh, kuna watu wengine wanataka mtandao, hauko kwenye mtandao wao, lazima tu watakupinga, hata kama una uwezo mkubwa, hata kama una nguvu kubwa, hata kama una nafasi kubwa ya kufanya vitu vizuri. Lakini la nne, uh, kundi la nne ni kwamba kuna watu wanakupinga kwa sababu wana hofu utalipiza kisasi. Unajua kuna watu wamekufanyia mambo mabaya sana, mengine unayajua kabisa, unajua fulana fulani kanifanyia jambo fulani, huyu alinisingizia, huyu alinitengenezea skendo huyu alinifukuzisha kazi, huyu alinifukuzisha kwenye cheo changu, huyu ndo alifanya nishindwe jambo fulani, huyu ndo alitengeneza mambo fulani mpaka nikatapeliwa, huyu ndo aliniundia kesi, unawajua. Wengine inawezekana hata uwajue wao wamefanya zao kwa siri, wao hata uwajue, lakini wao wana hofu kwamba pengine, unajua, sasa mtu yote yule akigundua alikufanyia mabaya na leo unaelekea kuwa mtu mkubwa kwenye maisha, lazima atakupinga kwa sababu hofu yake, ana hofu kwamba unaweza ukaja kumlipizia kisasi, kwa ndio maana unaweza ukashangaa mtu hata una mahusiano naye yoyote hamna mahali mnapokutana, lakini lakini unashangaa tu anakupinga anakusema vibaya anafanya nini? Unajiuliza, hivi nini kimetokea? No, ni kwa sababu ana hofu kwamba utamlipiza kisasi kwa sababu yeye, yeah, akili yake inavyomwambia, kama ingekuwa yeye ina maana angepata nafasi lazima angelipiza kisasi. Kwao naye anawaza, anasema, hmm, jamaa pia na mimi pia anaweza akaja akanilipizia nini kisasi. Kwao kuna watu watakupinga tu sababu niyo tu, hawana shida na uwezo wako hawana shida na kwamba wewe umelimika vizuri, hawana shida na kipaji chako, hawana shida ni wakati wako, hawana shida kwamba watu wanakupenda. Shida yao ni moja tu, utawalipizia kisasi ukiingia kwenye hiyo nafasi. Lakini kundi la mwisho ni wale watu ambao walitarajia uwategemee. Yani, hawa ni kama wamejiweka kama miungu watu. Yani, wenyewe waliamini kwamba huwezi kutoka hapo ulipo kwenda tua nyingine bila wao. Yani, waliamini kwamba ili upate hiyo nafasi, ili upate hiyo kazi, ili upate iko cheo ili ushinde huo uchaguzi, ili uvuke kwenye huo e, kiwango hiko cha biashara, ili uwe mfanya biashara mkubwa, ili uwe mwimbaji mkubwa, lazima uwategemee. Na walikaa kama miungu watu wakasema huyu tutaona bila mimi hatoboi. Wakiona umeanza kufika hatua ambayo hawakuitarajia, wakaona hauwatumii wao, hauwahitaji wao, na uwategemee wao, lazima watakupinga. Unajua kwa nini wanakupinga? ili wathibitishe kile walichokuwa wamekisema na kukiamini kwamba wewe huwezi ukafika mbali bila wao. Hawakupingi kwa sababu umewakosea. Ndio maana kuna watu wengi wanakuta anajiuliza mbona huyu jamaa sijamkosea, mbona sijafanya kitu chochote kibaya, kwa nini ananifanya hivi? Ni kwa sababu alijiaminisha na kujiapiza, wakati mwingine hata aliwaambia watu kwamba wewe huwezi kufika mahali popote bila yeye, hasa anapoanza kuona unaenda kwa, kwa kiwango fulani bila matarajio ya yeye kukusaidia chochote, anaumia. Anataka kuthibitisha kwamba uweze kwenda mahali bila wewe. Ataanza kukupinga, mwingine ataanza kukuharibia jina, ataanza kukuchafua, ataanza kupigia simu watu na kukuambia usikusapoti, ili mradi tu aonyeshe kwamba bila yeye hautakwenda mahali. Cha ajabu ni kwamba Mungu atawashangaza kwa sababu anaweza kutumia mtu mwingine na wala sio wao, ili wakufika kule ambako unataka kwenda. Je, mwisha ukutana na hii ningependa pia uniambie pia tushirikishane na tushauriane zaidi namna gani tunaweza tukapenya pia katika mazingira kama hayo, sio?